Naam, assalamu no. alaikum wa rahmatullahi wabarakatuh. Naam, ndugu zangu, tumerejea tena kwa uwezo wa Allah subhanahu wa taala na kheri zake, basi tutaendelea kupeana ilmu na masomo kila leo tunapotoa. Ndugu zangu, usiache kusubscribe, kulike, kucomment na kushare ili uweze kupata masomo yangu kila leo napotoa. Naam, ndugu yangu, kwa rehma za Mwenyezi Mungu na kheri zake, basi Allah ametujalia wepesi. Naam, leo tunaendelea tena ndugu zangu kwa haraka haraka, kwa sababu muda wetu ni al, e, muda wetu ni dhaifu, kwa maana yake hautoshi. Basi naweza nikaomba tuende haraka haraka katika ilmu hii. Basi leo naomba tujifunue au tufunue elimu e, ambayo kwamba itatuelekeza masharti na miko. Masharti ni kitu ambacho hutakiwi yani kama wewe unaenda sehemu fulani, utaambiwa, bwana, unapoanza kwenda sehemu fulani, basi utakiwi hivi na hivi na hivi na hivi eh, hayo ni masharti, lakini pia kuna miko. Hiyo miko ni utakapofika eh, au unapofanya kazi fulani, utakiwi kuvunja hiki, utakiwi kufanya hivi na hivi na hivi na hivi. Miko ni kitu ambacho kimepangwa, na sharti ni vitu ambavyo vimepangwa, yani vimepangiliwa. Leo kwa uwezo wa Allah Subhanahu wa Ta'ala, leo nitapenda niwaelekeze au tujifunze masharti na miko. Masharti yatakuwa ni masharti ya kimwili na masuala ya mipangilio ya kabla ya kazi, na miko ni baada au unapofanya kazi. Ndugu zangu, ili mradi kazi zetu zisiharibike, usipate malalamiko, unayemvuta aje, unayetengeneza kheri itimie, kutokana na ilmu ya tarasimu, basi lazima tujifunze kutokana na vitu hivi na tuviheshimu. Ndugu yangu, unapoambiwa kazi za utabibu ni ngumu, ni nzito, basi kaa uamini hivyo, ni ngumu, ni nzito kwa sababu ya vitu hivi. Twende haraka haraka tuangalie <coughs> miko yetu na masharti yetu, tuanze na masharti. Ukiangalia masharti e, lazima uzingatie. Ndio kichwa cha habari kilivyosema kama unavyoona hapo kwenye screen yako, lakini pia tukianza na jambo la kwanza inasema usafi wa mwili na nafsi. Namba moja inasema lazima uwe umeswali au umefanya dhikiri kabla ya kazi, lakini pia tunaendelea kwa kusema Eh, kuoga lakini pia kuna kuoga maji ya bahari yaliyochanganywa na maji ya mwarobaini mkaratusi, kabla ya kazi. Nyakati za kufanya hivyo ni usiku au alfajiri. Ndugu yangu, usifanye kazi ukiwa na harufu mbaya, uchafu wa mwili au nguo chafu. Lakini pia tukienda haraka haraka, namba mbili inasema kujitenga kiroho fanya kazi hizi e, ukiwa umetulia peke yako mahala pa kimya kabisa, iwe ni nyumba, iwe ni kichumba, au msitu au mlimani usizungu. Na unapoanza kufanya kazi hizo, basi hutakiwi kufanya mazungumzo na mtu wa aina yeyote, wakati unafanya kazi hii hadi imalizike. Ndugu yangu, tukirudi katika ufafanuzi ni kwamba unapotaka kufanya kazi hizi basi lazima mazingatio haya uyafuate, basi ndio kazi zako zitaweza e, kuletea majibu. Lazima uwe umeswali kwa maana umefanya ibada na ufanye hiyo umefanya dhikiri kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Lakini pia kabla ya hapo unatakiwa kuwa umeoga maji ya bahari e, na maji ya mwarobaini yaliyochanganywa na mkaratusi e, kabla ya kazi iwe ni usiku au alfajiri. Pia usifanye kazi eh, ukiwa na harufu mbaya kama hivyo tulivyozungumza uchafu eh, janaba na vitu vingine, nguo chafu, uchafu wa mwili na vitu vingine. Lakini pia kwa haraka haraka unatakiwa unapoanza kufanya kazi hizi ufanye ukiwa hali ya kwamba umejitenga, uko peke yako eh, fanya kazi hizi ukiwa umetulia pahala, yani peke yako. Kwa maana yake utafute sehemu ambayo ni kimya, haina e, usumbufu usundufu e, haina mushkeri mushkeri, mmekimbizana huku na kule, hakuna kitu kama hicho. Kwa maana yake payo ni pahari ambapo pamekaa pametulia, yani ni pahala ambapo ni tulivu. Inshallah min Allah atakujalia wepesi na mambo yako yatakwenda tuangalie angalie, ukurasa unaofuata unasema, kufunga ndimi saa kumi na mbili kabla ya kufanya kazi hii. Kufunga ndimi, kwa maana yake unatakiwa uzuie ulimi wako masaa kumi na mbili kabla hujafanya kazi hiyo unaotaka wewe kufanya. Jambo la kwanza inasema hutakiwi, yani kupigana, us usipigane jambo lingine usitukane wala usifanye madhambi makubwa ya ulimi, kama vile kusengenya. Kwa maana yake ni kusema, kumsema mtu, kusema uongo na mambo mengine kadhalika kadhalika, kutukana na mambo mengine. Lakini tukiendelea mbele zaidi, inasema iwapo ukakosea, eh, au ukuzingatia mambo haya Eh, wewe ukalazimisha tu, basi ukikosea, kazi hii haiwezi kufanya kazi au itakubadilikia wewe mwenyewe. Kwa maana yake hata kama ulikuwa unafanya kazi ya kheri, basi wewe itakurejelea kwa shari, yani itakuadhibu. Wale viumbe unaowatumia wataona wewe ni kiumbe mwenye dharau na wewe ni mwenye kuwakebehi, kwa maana lazima wakupige, ni lazima wakuadhibu lakini pia tukiangalia namba nne, ndugu yangu, tukiangalia namba nne inasema kutokula baadhi ya vyakula. Kwa hiyo kumbe, inaonekana pia katika masuala ya ulaji, kabla hujafanya kazi zako, kuna mazingatio. Lazima usile kila kitu, yani sio kila kitu wewe unakula. Hapana, kuna baadhi, kuna vitu maalumu ambavyo wewe ndo unatakiwa ule mathala ni kitu ambacho vimekatazwa au vimepigwa marufuku kabla ya kazi yako kufanya, wewe unakula kitu fulani. Hapana, hutakiwi kula. Kitu cha kwanza usile kitunguu swaumu, kitu cha kwanza hicho kitu. kitu cha pili kitunguu maji, kitu cha tatu nyama ya nguruwe, ndiye hutakiwi kula. Kitu cha nne eh, mafuta ya mnyama aliyekufa au wanyama waliokufa, lakini pia vitu unavyotakiwa wewe kufanya kwanza ni kufunga somu masaa kumi na mbili e, kabla ya kufanya kazi, lakini pia vyakula unavyotakiwa kula wewe ni, ni kula tende, maji na chakula chepesi tu ndio vitu ambavyo wewe unatakiwa uweze kula au kutumia. Kwa hiyo ndugu yangu, tunaona katika masaa kumi na mbili ya kufunga ndimi basi ndo masaa kumi na mbili ya kufunga somu kwa maana utakavyo kuwa ndani ya hiyo somu, basi ni lazima uwe umetakasika, maana yake umejalia usafi. Lakini pia hiyo e, funga yako ya somu itafunguliwa na vyakula maalum, kula tende, maji na chakula chepesi tu, kama jinsi ambavyo wengi tuna- tunajua futari ikoje. Inatakiwa hivyo, ikiwa ni chakula chepesi tu ambacho mtu akiwezi kuharibia e, tumbo lako na vitu vingine kadhalika kadhalika lakini pia tukiangalia katika chapta inayofuata namba tano inasema kukubali madhara ya karma. Eh, karma wote tunajua ni nini, lakini pia namba tano inasema kukubali madhara ya karma. Ndugu yangu in, tuna, tunaambiwa kama jinsi unavyosoma hapo juu, inasema kama unafanya kazi hii kwa hasira au kisasi bila sababu ya haki eh, yaani unafanya tu ili mradi wewe tu ujitimizie haja yako, matakwa yako, yani wewe tu na mambo yako, basi ndugu yangu, lazima madhara yake yanaweza kukurudia kwako ndani ya siku arobaini. Kwa maana jinsi utakavyokuwa umefanya wewe kwa kujifaidisha mwenyewe, kwa manufaa yako mwenyewe eh, kwa hasila zako, kulipiza kisasi, unalipiza kisasi cha mtu ambaye hajakukosea, hana makosa nawe basi lazima madhara yake yanakuweza kukurudia kwako ndani ya siku 40. Naam, lakini pia inaendelea kukusema hivi. Inasema kwa hiyo lazima kazi hii ifanywe kwa sababu iliyo halali. Mathalan, mfano, mtu ni mchawi anaingilia maisha yako, anaku, anakuibia eh, Mathalani, kama hivyo anakuibia, anakuletea madhara ya moja kwa moja, mchawi kukuroga, kukufanyia vitimbwi vya ajabu, basi wewe una haki eh, ya kulipa eh, kisasi cha halali, si cha haramu kama mtu kakuibia, kakudhurumu, kafanya nini, ni vitu ambavyo vina haki ya kukupa wewe nyenendo ya kufanya eh, kitu au kumlipa, basi hapo utakuwa salama katika hali ya kiroho, na uwezi kulipiziwa. Yani, yani kile kipigo kukurejea wewe, haitowezekana ndani ya hizo siku arobaini. Lakini pia kuna mlolongo eh, unaokuja kutufundisha katika vitu vya halali vinavyohitajika kutumiwa ili kutengeneza talasimu au kutumia mathalan matumizi ya vitu halali. Kitu cha kwanza usitumie damu ya binadamu, usitumie viungo vya wanyama haramu kama nguruwe na vitu vingine au dawa za kulevya, yaani hutakiwi kutumia vitu kama hivyo. Lakini pia vitu kama damu ya kuku ni halali kutumia, mti wa mkungu ni halali kutumia mizizi ya mwarobaini ni halali kutumia, ni halali kwa matumizi ya kiroho. Kwa maana ki vitu hivi vilivyoambatanishwa hapo, mtu unaweza ukavitumia kwa matumizi halali, iwe ni kuvuta, kufanya nini, inategemeana na vitu ambavyo kwamba wewe unahitaji e, kufanya. Basi tuangalie e, miko sasa, tunaweza tukaenda katika miko au e, mipaka ya kazi, yaani sharti muhimu za kazi, ambazo sisi tunaita miko ya kazi, hizi inasema usivunje kamwe. Maana yake kama utavunja miko hii, lazima itakuletea e, mushkeli na shida kubwa katika mambo yako ya kitabibu. Ndugu yangu, jambo ya la kwanza linasema, kufanya kazi hii kwa dhihaka ambayo ni utani au bila imani, kwa maana yake, kama utafanya kazi hizi kwa dhihaka, yani utani, dhihaka, eh, kudhihaki, kwa dhihaka, eh, kuleta ujenja, ujenja wako, yani unaleta, yani dhihaka, yani, yani utani, utani katika kazi hizi, eh, au unafanya kazi hizi bila imani, yani huamini, lakini unafanya, matokeo yake ni haya. Kazi kama hii hufanya kazi tu kwa mtu mwenye imani. Tena imani yenyewe, imani kali na heshima ya kiroho, yaani uwe ni mtu ambaye unaheshimu roho eh? Lakini pia ukidharau utafaulu au roho itakurudia wewe mwenyewe, kwa maana ya kwamba tunakuja kuona kwamba kazi hizi unapofanya kwa dhiaka, dharau na vitu vingine kadha wa kadha. E, roho hizi unazozituma kwenda kufanya kazi, iwe ni kheri iwe ni ashari, basi zitakurejea wewe mwenyewe na zitakuadhibu. Lakini pia tukiendelea, inasema haitakiwi kukusanya pesa au kuleta watu bila ruhusa ya kiroho. Usitumie kazi hii kuingiza watu wasioheshimu njia ya roho au kuwaita tu ili waje kujifunza bila nidhamu Inaweza kufungua mlango wa majanga kwa maana yake, unapoita watu au kuingiza watu au kuitumia kazi hii kufanya mambo maovu, ili mradi ujiingizie kipato, ili mradi wewe upate kipato, au kuwafundisha watu wasiokuwa na nidhamu ya roho, hii hufungua mlango wa majanga kwenye familia yako wewe mwenyewe, kwa biashara zako, hata hao watu uliowaita hufunguliwa pia. E, mlango wa majanga ambayo ni mabaraa, mitihani, misukosuko na vitu vingine. Lakini pia kujipatia fedha, yani kugeuza kama ndo kazi, wewe unaruga watu, unaharibu maisha ya watu, unasumbua watu, ili mradi wewe maisha yako ya kuendelea, kwa sababu tu una elimu ya kiroho, basi ni mbaya na inakufungulia mlango wa majanga. Na tukiangalia katika ukurasa unaofuata pia kuna makosa ambayo hutakiwi au miko ambayo hutakiwi kuivunja. Mwiko mwingine ni makosa kutaja jina la mtu kimakosa. Haitakiwi kutaja jina la mtu eh, kimakosa. Inasema ukimkosea jina utamfunga mtu asiye na hatia. Kwa maana yake, kama utataja jina la mtu kimakosa Eh, hata kama ukakosea herufi moja tu, hakika basi utakuwa umemfunga mtu mwingine asiyekuwa na hatia kimakosa. Na hiyo au hii ni dhambi kubwa sana kiroho. Hakikisha unajua jina la mtu kamili, jina la baba yake pamoja na jina la mama yake. Ili hali usije ukaji- ukajikuta umeingia katika dhambi ya kiroho kumwadhibu mtu ambaye hajakutendea kutendea madhambi yani, hajakukosea au mtu usiyemkusudia. Kwa maana yake kama utafanya hivi, basi ni mbaya na itafungulia mlango wa madhambi ya kiroho. Lakini pia tukiangalia jambo lingine, kosa lingine, au mwiko mwingine ambao hutakiwi kuvunjwa, kufanya kazi yani kufanya kazi hii ukiwa kwenye hedhi mathalani, kama ni mwanamke au janaba kwa wote hakika, kama utakuwa katika hali hizi zote mbili, iwe ni mwanamke iwe ni mwanaume sasa. E, mwanamke masuala ya ya, ya hedhi na pia mwanaume masuala ya janaba e, au wote kiujumla, kwenye masuala masuala mazima ya janaba. Kama utafanya kazi hizi ukiwa katika e, janaba, basi roho hawajibu kazi zako, yaani hawato weza kujibu kazi zako ukiwa na hali hizi e, lakini pia kusafisha ni wajibu wa kwanza. Kwa hiyo lazima ujisafishe e, ujitakase, ndio kwamba mambo mengine yaendelee. Kwa hiyo ndugu zangu, lazima tuwe na mazingatio e, hususan katika masuala ya miko na sharti zake. Umeona, ili mradi utakapokuja kufanya kazi yako isilete mushker, au e, kuto kukwama kikazi. Na kitu cha mwisho kitazama, ni kitu ambacho kwamba ni muhimu sana, ambacho kwamba lazima kila shekhe au kila mtabibu wa mambo ya tarasim ajifunze kwayo au awe nacho Kinga nzuri huwa tunayotumia au ya kawaida tunapenda kutumia e, ni sura au soma Ayatul Kursi mara saba kabla ya kazi na baada ya kazi. Kwa maana utasoma sura e, Ayatul tul, tul, Kursi mara saba kabla ya wewe kuanza kufanya kazi yako e, na baada ya wewe kufanya kazi yako. Lakini unapomaliza kusoma au unapoanza kusoma, basi muombe Mwenyezi Mungu akutakabarie, e, kinga, na unapomaliza pia akujalie ulinzi pia. Lakini pia unaweza kutumia hirizi ya kinga au amleti yenye jina la Allah subhanahu wa taala, au aya katika kutoka katika Qur'ani tukufu. Lakini pia mwilini mwako, yani katika mwili wako ukipenda zaidi au E, ni mujarabu zaidi mtu kupaka mafuta mwilini, kupaka vitu vya kinga mwilini, kupaka mwilini mwako mafuta ya kinga ya kiroho, kama vile mnyonyo, mkaratusi, mm, mshubiri au mti mtakatifu. Lakini pia kwa kuongezea ongezea, kuna dua ya kufungua e, kuna dua ya kufunga hatma, yani unapomaliza kufanya kazi yako basi unafunga hatima yako, ili mradi yale mabaya au e, kulipiziwa isije ikatokea, au kuroho kukurejea wewe isije ikatokea, basi utasoma dua hii hapo chini kama jinsi unavyoiona turugatilalabia. Utasoma e, dua hii ya kufunga hatima yako, basi insha Allah fa biidhnillah. Baada ya kusema hayo, ndugu zangu E, asanteni kwa kunisikiliza na asanteni kwa kuwa pamoja na mimi, Allah awajalie ni wepesi. Usisahau kusubscribe, kushare, kulike, kucomment eh, ili uweze kupata masomo kila leo ninapotoa. Ndugu zangu, masomo yetu ni hakika, na kama utafuata nyenendo hizi, basi hakika e, basi utafanikiwa, na baada ya somo hili tutafundisha somo lingine la namna ya kutumia elimu ya abjad. E, tutaanza kujifunza vitu tofauti tofauti kutokana na herufi za abjad. Je, wewe mwanafunzi wangu, wewe ndugu yangu, wewe Muislamu, wewe mwalimu wa tiba, wewe shekhe, unataka tujifunze nini kuhusu herufi e, za abjad? Baada ya somo hili somoheli, ndugu yangu, faltafadhali mashukura, naomba komenti yako hapo, kwa sababu komenti yako ndiyo e, muhimu kwetu. Basi tafadhali mashukura, ndugu zangu, nashukuruni sala Allah wajalieni kheri na wajalieni upeo mkubwa wa kujifunza.